Unajua boda boda zinasemwa vibaya sana. Boda boda boda boda lakini kuna watu wanatumia boda boda miaka mingi tu na ziko sawa. Na ndio hivyo hivyo yaani zinasemwa kama boda boda. Boda boda zinasemwa nini? Alafu unakuta wewe mwenyewe ukiwa na haraka unawahi airport lazima upande boda boda. Ila unajisema sana boda boda. Wangapi wao wanasema boda boda? Nyosha mkono. <laughs> Ila ukiwa na haraka vipi? <laughs> Yaani unaona ndio usafiri wa haraka. Sasa na ndoa zinasemwa kama tu boda boda, yaani zinasemwa tu. Mi toka sijafikiria kuoa nimekuwa nikisikia ndoa inasemwa, alafu leo ni mwaka wangu wa kumi, lakini bado zinasemwa tu, haziachi kusemwa, yaani ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa ndoa. Alafu sasa jinsi ambavyo ilivyo vema na ilivyo ajabu ni kwamba katika kusemwa hivyo hivyo bado watu wanataka kuoa na bado wanataka ku- ku- kuolewa. Kwa hiyo wanaosema waendelee kusema na wanaochoka kusema watachoka, lakini bado watu wataoa na bado watu wataolewa, kwa sababu ni jambo ambalo lilianzishwa na Mungu mwenyewe, halikuanzishwa na mwanadamu. Kwa sababu hata ufalme wa Yesu mwenyewe ulipokuwa unaingia duniani waliusema sana huu, oh, ufalme huu, ufalme wa namna gani? Watu wakapiga vita sana, lakini mpaka leo upo, kwa sababu ni Mungu alifanya nini? Alianzisha. Kwa hiyo watu wataongea, wewe, watachoka wenyewe, ndoa itakuwepo, kwa sababu ni Mungu alifanya nini? Alianzisha. Ila cha msingi tufahamu kwamba kuna kanuni ambazo Biblia imezisisitiza sana, ili kwamba ziweze kusababisha ndoa iwe mfano wa Kristo na kanisa. Kwa hiyo ndoa inahitaji mambo kadhaa. Moja, ndoa inahitaji kila mmoja ajinyime na ajitoe kwa ajili ya mwenzake. Ndoa inahitaji kila mmoja ajinyime, aondoe ubinafsi, aondoe ule umimi ajitoe kwa ajili ya mwenzi wake. Hapo unahitaji utoe vitu vingi, toe muda, utoe kujali, kuthamini, utunze na kuheshimu hisia za mwenzako. Kuna wakati unapuuza vitu muhimu, ukidhani ya kwamba ni vyepesi vyepesi tu. Kristo ameliheshimu kanisa na anatunza hisia za kanisa Ukilia kwa machozi anasema nimeaona machozi ya watu wangu. Ukienda ukasema nahitaji msaada anasema niko tayari kukusaidia, mimi ni msaada. Vivyo hivyo na ndoa, kila mmoja anapaswa kuwa na wajibu mkubwa sana wa kujitoa, kujinyima na kuona kwamba yuko tayari kwa ajili ya mwenzake. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Mwenzako atakapoonyesha kwamba kuna jambo analihitaji kutoka kwako, hebu acha kuchukulia wepesi wepesi, acha kupuuzia puuzia, acha kudharau dharau. Kuna watu wako hapa, mtu anaweza akasema nimetamani kitu fulani, halafu unasema tuna wewe, unatamani tamani nini? Tunza, heshimu, thamini, jitoe, jinyime. Kama Kristo anavyofanya kwa kanisa, ndivyo inavyopaswa kufanyika kwenye ndoa. Haleluya, watu wa Mungu, unaweza ukawa ni mtu ambaye umeishi kwenye ndoa miaka mingi na mara nyingi tukienda kwenye zile sherehe ambazo watu wanaoana, unawaangalia, tukimwombea, unasema nawapa siku tisini, nitaona wataacha kuvaa vitenge vya kufanana, wataacha kuongozana, wataacha kufanya nini. Kwa sababu unajua kisaikolojia, angalau mtu akaa siku tisini, yale mahaba yanaisha, anaanza sasa kuwa nomo, yani kuwa kawaida, anaanza kuwa kawaida na wao nasema, nasubiri nawapa siku tisini, wanakuja wamevaa vitenge, wameshona sana hapa. Siku tisini zikilisha, mmoja atakaa kule mmoja atakaa kule, kwa sababu wewe ya kwako imekuchosha. Kama imekuchosha ya kwako, wala usizungumze kwa habari ya wengine. Kuna watu wanaendelea nandoa, na ndoa na wanafurahia miaka 40, miaka 50, wako vile vile na wanaendelea vizuri. Kwa hiyo usitumie kuchoka kwako wewe kupelekea kwamba na wengine watachoka kama wewe. Kama umechoka, jitafutie nguvu mpya uanze upya uirevive ui ndoa yako, kwa sababu kuna watu wana ndoa miaka 80, wana miaka 60, 0 wamesherekea anniversary za kutosha na wanaendelea vizuri. Ndoa imeanzishwa na Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine unapochoka wewe, sio wote wanachoka, tafuta nguvu ya kukusaidia kwa sababu Mungu anatuambia hii ndoa inapoanzishwa inabidi mume ampende mkewe na mke amheshimu mumewe. Hiyo ndio kanuni, lakini kila mmoja ana wajibu kwa mwenziwe, kwa kila mmoja lazima ajitoe kwa mwenziwe, kama ambavyo Kristo anajitoa kwa ajili ya kanisa, na kanisa tunamheshimu Kristo, ndivyo nasi tunapaswa tuwe hivyo. Lazima Bahati umtii mumewe, lazima uh, Nzunda umpende mkewe. Ndio maana kila mmoja lazima ajitoe kwa mwe- kwa mwenziwe. Wanandoa mlioko hapa, Bwana asifiwe! Wanandoa mlioko hapa, Bwana asifiwe! No, unakuta baada ya ya miaka kadhaa, kama wanavyosema wanasaikolojia, ile kuchokana sasa. Unakuta mama ndio ameweka chakula pale mezani, alafu anauliza huli tu, nyingine amechukua tu, amekata na watoto wake wamekaa na kula, halafu anauliza: na baba fulani leo huli? Na haitaji useme baba fulani, sema my, my sweet mpenzi wangu, mme wangu. Hiyo baba fulani inatoka wapi? kila mmoja anawajibu kwa mwenzake na kila mmoja anapaswa kuwajibika ipasavyo kwa mwenzake, ili ndoa hii taasisi ifanane kama Kristo anavyofananishwa na kanisa lake. Lakini jambo la pili, kila mmoja anatakiwa haya, ayaishi majukumu yake. Kila mmoja anatakiwa ayaishi majukumu yake. Kila mmoja anayo majukumu katika ndoa. Kuna majukumu ya mwanamke, kuna majukumu ya mwanamume. Kila mmoja anapaswa yaishi majukumu yake. Nimekutana na watu ambao ukiwasikiliza unagundua tu mwingine hapa anakwepa majukumu yake, kwa maana kumekuwa na shida, mwanaume amekwepa majukumu yake ama mwanamke amekwepa majukumu yake. Kristo hajawahi kukwepa majukumu yake kwa ajili ya kanisa. Vivyo hivyo, kanisa halipaswi kukwepa majukumu yake kwa ajili ya Kristo, na ndio maana anasema kama Kristo, kama kanisa kwa sababu kuna majukumu kanisa linapaswa kufanya na kuna majukumu Kristo anapaswa kufanya. Kristo toka amelizaa kanisa hajawahi kuacha kufanya majukumu yake. Hivyo hivyo na kwenye ndoa, mume anapaswa kufanya majukumu yake yote kama ipasavyo, kadhalika mke anapaswa kufanya majukumu yake yote kama ipasavyo. Mara nyingi kuna majukumu kama kulindana, na Biblia imeweka zaidi jambo hili kwamba mwanamke atamlinda mume wake kuonyesha jinsi ambavyo wanapaswa kuyafanya majukumu hayo kikamilifu. Lakini wakati fulani, kuna wanawake ambao wamefika mahali wanawalinda waume zao kwa stress kupita kawaida. Nimewahi kukaa kwenye gari na safari, naenda Mwanza, nimekaa na na na, na, na, dada mmoja ametoka kuolewa olewa, sijui alikuwa na muda gani, sijajua lakini alikokuwa anaongea tu, nikaona anamlinda mke wake, lakini ana stress mno. Take care kidogo, take care my, my hubby tunataka kidogo, anapokea take care Take care, kwa tana, anafanya kazi ya ya kuporomosha po, po. Mama anafanya kazi gani? Anamwambia take care, take care mia mbili mia ngapi? Unataka ukague kague tu simu yake muda wote, unataka tu kufanya nini? Hatufanyi hivyo ili kuwalinda wagomezake, kwamba mume wako kwamba, kwa sababu unakuwa una kagua kagua kila wakati, unafanyaje? Tunamlinda kwa maombi, tunamlinda kwa kutunza, kwa kumjali, kwa kumuheshimu kadhalika mume naye anafanya vivyo hivyo, hivyo. Ndivyo ambavyo inapaswa kila mmoja kutimiza wajibu wake. Kama unaelewa sema amen. Amen! ongeza sauti sema amen. Amen! Lakini jambo la tatu, kuna kitu kinaonekana, upendo utawala, ambayo ni nguzo muhimu. Yesu anasema yeye mwenyewe alijitoa uhai wake, akalipenda nini? Kanisa, akawa tayari hata kufa. Sasa hapa tunalinganishiwa kwamba mwanaume naye ampende nani? Mkeo. Yaani ifike wakati mwanaume huko tayari hata kufa kwa ajili ya mke wake wagami wanaweza a, wanaume hawa <laughs> anasema, kama Kristo alivyolipenda kanisa. Na ukisoma zile anasema, kwa maana jinsi Mungu alimpenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo. Sasa mume, ifike mahali uonyeshe upendo kwa msisitizo kwamba unampenda mkeo kwa vitendo, sio kwa maneno. Upendo haukamiliki hau pasipo nini? Vitendo. Ndio maana anasema akamtoa. Basi hata pochi yako toa, amen. Ukiomba elfu mbili sio na hesabu na vidole ndani mfukoni, afu naichomoa, sha toa. Wanaume hoi, wanaume hai, hoi, tukiomba tutoe. Amen, amen, amen, amen. Hata ukiomba mara kumi toa, kwani Yesu alitoa mara moja tu? si anatoa na anatoa na anatoa amen. Basi injili wanake wanapenda. <laughs> Lakini kuna wanawake ambao wakipewa pia wanapeleka kwenye vikoba, afu anasema nimenunua samaki. Lakini jambo la tano, la nne, ni kujenga familia kwa pamoja. Jenga familia kwa pamoja. Hapa tunapaswa kuzingatia sana namna tunavyojenga familia kwa pamoja. Ifike wakati Kristo na Roho Mtakatifu na Mungu Baba wana kauli moja. Ifike wakati mume una kauli moja, mke ana kauli moja dhidi ya familia, sio baba anasema nitakuchapa, halafu mama anatafuta namna ya kumficha mtoto ili baba asimchape. Na kuna wakati wanawake wanawachonganisha wanaume na watoto wao anasema nitakusemelea kwa baba wewe. <laughs> Yaani, baba akirudi ndio anakuwa kuchapa watoto, mama yeye wala ni kumshtaki tu mtoto kwa baba. Baba anakuwa ndio kila wakati ni kuchapa mtoto ni kufanya nini, mama ah, hagusi. Unajua, kuja kutokea uzeeni aisee, mtoto atakuwa anapiga simu anamwambia mama, baba yupo hapo, mpe simu yako niongee, okay naye yaani hawezi kupiga simu kwa baba anakumbuka tu jinsi ambavyo baba alikuwa. Sasa wamama nao kuna wakati wanaamua kutusakizia sana kwamba yeye anajifanya, ha, makosa yote baba, na ndio maana tunakutana kwenye masherehe mengi. Leo tukienda, watu watasikia tu wanaimba nani kama mama, nani kama mama. Hakuna nani kama baba kweli, kumbe tunaanzia kule kule. Wababa wanafanya mambo yao, hawabalansi kwamba kila jambo walifanye kwa pamoja, ili wawe na kauli moja, ili kuwe na uwiano sawa. Sasa unakuta inafika mahali kana tu baba hapa nyumbani ndio mtata ila mama, mama yeye hataki shida, hataki kuwaonya watoto, hataki kuwakaribia watoto. Anayewakaribia watoto ni nani? Baba peke yake. Wanawake mbadilike, semeni amen. Amen, ifike mahali tuwe na kauli moja. Hakuna siku Roho Mtakatifu Mungu Baba Yesu Kristo wamekuwa na kauli tofauti. Ndio maana anasema kanisa lilivyo ndivyo na ndoa ilivyo, kanisa na Kristo mfanano wake. Ndoa inatakiwa iwe na umoja, watu wenye kuzungumza kwa pamoja, wenye kuelewana, wenye kusema tunafanya hivi, mtoto wetu awe hivi, mtoto wetu awe na nidhamu hii, tutamdhibiti hivi, tutamwelekeza hivi. Kauli inayotoka kwa baba ndio inayotoka kwa mama, maongozi kwa mama ndiyo kwa baba, tunakwenda kwa pamoja. Lakini mama amesema hivi, baba anasema hivi Baba amesema hivi, mama anasema hivi, hakuna uwiano hapo wa mfano ule wa ndoa ulivyo katika mlinganifu ya kwamba ndoa inafanana nini na Kristo na kanisa lake. Kwa hiyo lazima tubalansi, lazima tuwe pamoja kwenye hayo yote ambayo tunayafanya kama mume na mke kwa ajili ya familia zetu. Lakini jambo lingine ni kwa habari ya kuwa kiungo katika jamii tunazoishi nazo ndoa inapaswa iwe kiungo, iungane na jamii tunazoishi nazo. Tunapoishi kwenye maeneo yetu yale mitaani huko au mahali mbalimbali au zile familia zetu pande zote mbili, ndoa inaunganisha. Tunaunganisha wale wa upande wa ukwe wa ukeni na upande wa waume wa, tunawaunganisha watu wakae pamoja, hatuwatenganishi. Hatuanzi kusimuliana shangazi alinitesaga sana usimsalimie Kristo huwa hatenganishi hivyo Kristo anaunganisha wenye dhambi nyingi wenye dhambi chache wenye hiki wote anawaunganisha kuja kwa baba na ndoa inataka iwe na kielezo hicho cha kuwaunganisha watu yaani familia zile ziunganishwe pamoja tuwe tunakwenda pamoja labda itokee tu kwamba mtu tumejaribu kumunganisha ameshindikana mwenyewe baadaye sana kama Paulo basi tutamhesabu huyo kama mataifa tumeshindwa lakini bidii yetu iwe katika kuwaunganisha watu kuziunganisha familia sio kuzipasua, pasua familia sio kuzitenganisha familia. Yani unajua yule wakati vinasoma hakunisaidia, kwa hiyo naomba na wewe usimsaidie chochote. Yani wewe leo ndio unasimama kuwa sababu ya kumzuia baraka ambazo mwenzi wake paswa kuzipata kwa ndugu zako au kwa familia yako. Kristo anaunganisha, Kristo anatuunganisha wote, Kristo anatuleta wote pamoja. Ndoa iwe kielelezo cha kuunganisha majirani, kuunganisha ndugu, kuunganisha marafiki na hata maadui Kuwapatanisha ndio kazi ya ndoa. Haleluya, watu wa Mungu, ndoa itengenezwe kuunganisha, kuwafanya watu wapatane, kuwafanya watu wawe pamoja, kuwafanya watu wasikilizane, kuwafanya watu watembee pamoja, kuwafanya watu waelewane na kuchukuliana. Muwe kielelezo chema katika ndoa, muwe mfano mwema katika ndoa, muwasaidie na wengine pia kukaa pamoja, kushirikiana, kushikamana, kuombeana, kuchukuliana Inapotokea kuna hali ya kutokwenda pamoja, kutofautiana, lazima kutafuta suluhu kama Kristo anavyotafuta suluhu na kanisa lake. Na ndio maana unakuta Kristo akiona kuna mtu hawajaenda pamoja, huyo mtu dhamiri yake na Roho Mtakatifu anakuja, anakuwa msheka katikati kumrudisha mtu, kumfanya mtu tena arudi kwa Kristo asiende mbali. Kuna mwingine anafika mara anakwambia, hata ukiondoka ondoka tu <laughs> nenda. Huyu mtu anakuwa hajavaa ile hali ya Kristo, hajatafuta namna ya kuifanya ndoa ishikamane pamoja. Mungu apendi kuchukua chana, Mungu apendi marumbano, Mungu apendi matukano, Mungu apendi chuki, Mungu apendi. Wanasema hata ikitokea mtu amekuwa na hasira asiache jua likachwa, kabla hajafanya nini, hajauondoa huo uchungu moyoni mwake. Jambo la mwisho kwa leo, ninapenda kusema kwa habari ya kielelezo hiki cha ndoa na kanisa, ni lazima kujua kwamba ndoa ni utumishi. Ndoa ni utumishi. Kristo anaitumikia kanisa na kanisa linamtumikia nani? Kristo. watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Ndoa ni utumishi. Unapoingia kwenye ndoa, lazima ujue kama unaingia kwenye utumishi. Ni utumishi kabisa, na kutakuwa na thawabu kwa wale ambao watafanya vizuri katika ndoa kabisa, na kuhakikishia. kutakuwa na thawabu ambayo itawahusu waliofanya vizuri katika ndoa Ndoa ni utumishi kamili, kwa kila mmoja anapaswa kukubali na kuchukua utumishi huu kama kitu ambacho kina thawabu mbele za Mungu. Usiishi maadamu kuishi kama vile tumeingia kwenye ndoa tu ili angalau niwe na watoto, ili angalau nikishakaa hapo niitwe ni baba, niitwe mama, niitwe mke, niitwe mume. Hapana, ndoa ni utumishi. Kila mmoja ubebe huu utumishi kwa dhati, na atembee kwa uangalifu, asiwe sababu ya makwazo ukiwa sababu ya makwazo, Biblia inasema hivi, ole wake yule aletaye nini makwazo. Inafika wakati mwanamke anakuwa makwazo, labda kwa mume au mume anakuwa makwazo kwa mwanamke. Haipaswi kuwa hivyo, kwa sababu ndoa ni utumishi. Mwanamke anapaswa kuwa baraka kwa mumewe, baraka kwa ndugu wa mumewe, baraka kwa mkewe, baraka kwa ndugu wa mkewe. Ndivyo inavyopaswa kuwa, lakini kwa kuto kujua, tunaona kama vile nikiwa kwazo, tuna tunajisikia mimi mimi nitawaonyesha watanijua watalijua, mimi ni nani? Umekuja kuwaonyesha tena watu, si tulijua? Umekuja kuwa mke, umekuja kuwa mume, umekuja kuwaonyesha watu kwamba wewe ni mtu wa wa wabifu, nitakuwa wa, wa siwapigi simu, wakija hapa nitakuwa sifanyi hivi. Hatujaja kufanya hivyo, tunaenda kwenye ndoa kama utumishi, ili tuwe kielelezo cha kuwafanya watu waseme pale, yuko Mungu aliye hai. Hivyo Baba wa mbinguni hutukuzwa kwa vile mfanyavyo matendo yaliyo mema. Watoto wakija waone furaha majirani wakija waone furaha, watu waweze kupata ukarimu kutoka kwenu kabisa. Na wengine wamekaribisha wa malaika kwa sababu ya kuwakarimu wa wageni. Kwa ndoa ni kielelezo kizuri cha kwamba kinataka tufanye utumishi na Mungu, akatusaidie wote tulioko hapa na wenzetu ambao leo wataungana katika ndoa takatifu, ili ndoa zetu ziwe utumishi na ule utumishi wenye thawabu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe, haleluya, watu wa Mungu.